Kampuni ya magari ya umeme ya Tesla inayomilikiwa na Elon Musk imepata pigo kubwa barani Ulaya baada ya kushuka kwa asilimia 49 ya usajili wa magari mapya katika miezi ya kwanza ya mwaka 2025 licha ya ongezeko la jumla la magari ya umeme katika soko la EU. Kwa mujibu wa ripoti ya Jumanne kutoka Jumuiya ya Watengenezaji Magari Ulaya, ACEA, Tesla ilisajili magari 19,046 pekee ndani ya Umoja wa Ulaya ikilinganishwa na zaidi ya elfu 37 katika kipindi hicho mwaka jana. Hali hii imeshusha sehemu ya soko la Tesla kutoka asilimia 2.1 hadi asilimia 1.1. Mnamo Februari pekee, sehemu ya Tesla katika soko la magari ya umeme ya battery BEV ilishuka kutoka asilimia 21.6 hadi 10.3, huku sehemu ya jumla ya soko ikipungua kutoka asilimia 2.8 hadi 1.8. Sababu kuu za kuporomoka kwa Tesla ni pamoja na miundo ya magari yao iliyochakaa, ushindani mkubwa kutoka kwa watengenezaji wa magari wa jadi na kampuni mpya za China zinazotoa magari mapya na bei nafuu. Pia msimamo wa kisiasa wa mwenyekiti mtendaji na mmiliki te wa Tesla Elon Musk, ambapo umesababisha hasira kwa utumiaji, hasa kutokana na kuhusika kwake na vikundi vya mrengo wa kulia na nafasi yake katika serikali ya Rais Donald Trump. Matukio ya kupigwa marufuku kwa maduka ya Tesla, kampeni za kususia bidhaa zake barani Ulaya na Marekani, na kushuka kwa bei ya hisa zake zimeathiri sana taswira ya kampuni hiyo. Pamoja na kuporomoka kwa Tesla, mauzo ya magari ya umeme katika EU yameongezeka kwa asilimia 28.4 katika kipindi hicho. Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa ACEA Sigrid De Vries ameonyesha kuwa mahitaji bado hayajafikia viwango vinavyotakiwa kufanikisha mpito wa matumizi ya magari yasiyotoa hewa chafu. Ametoa wito kwa serikali kuweka motisha za kodi kwa wanunuzi wa magari ya umeme na kuwekeza zaidi kwenye vituo vya kuchaji magari. Magari ya umeme mseto hybrid yameongezeka soko kwa usajili wa magari laki tano tisini na nne elfu na hamsini na tisa sawa na asilimia 35.2 ya soko.